Adui ana nguvu hii. Kikosi ambayo nabeba ni kikosi kingine, ninategemea. Tulisha pambano mapambano na mapambano hapa hivi, naona kwanja naleta wamingi sana, nabeba mingi adui yenye kuwa Bukavu. I kikosi kenyeiko nacho najua, kama pengine hapa tapika risasi, hakuna msaada ambao yoyote tuko nao. Unajua tuko na msaada ambayo tuko nao ni raia yenyewe nakgani na tunajua, tulisha pambana mapambano na mapambano bila msaada yoyote, na kwa leo president anaita batu bende wapige ba adui, tunajua tuko nyuma ya presida eh. Nikifika Uvira nilisikia kama bamoya waishapokea ba ile yenye walipokea, na hii niko nayo inatosha kwa kupiga adui, na najua kusema kama adui alikuwa na nguvu nisie wakongoma tulikuwa na msaidi mama hapa e, wazalendo beko determine kufukuza adui, na niliingia uvira kesho ninajua kesho kutoto wala kesho yake, nina pashika kufika kufro kwenye buko adu. Kabila tulipambana naye, hatukuwa na vifaa kama idu. Niko na vifaa ya mingi tuko nabotomagani, na sasa tutafika, mutaiona adui kama iko na vifaa gani, tutatumikisha juu Serikali yetu ya Kongo iko na vifaa kupita ya Rwanda. Ninaambia raia ya Baraka itulia, kulipigana mapori kwa hivi tunaingia mumugini, tutashinda tu. Ninajua mpori ndio mnakuwa kitu cha ajabu, lakini mumugini mko wazi na tena mko fasi ya mzuri kugombania. Viko uko bale bakubwa balipewa pesa na mimi, bakinipa pesa nitaibeba na patia jeshi na transport na kutikani ni ya sasa hivi ukiangalia kwamba mnaelekea katika shamba la mapambano huko mjini Bukavu, na ukiangalia kwamba tariki kumi na nane mwezi huu, rais wa DRC Felix Tshisekedi watakwenda kutanana na waasi wa M23, upande wako wewe, ile makubaliano au yale mazungumzo yao unapokea namna gani? Ile siwe wazalendo internet. Binafsi siwezi nikaitika hivi, naisha toka manyema na kwa kusidi Kivu, siwezi nikarudi bila kugombana. Sasa yo president atuambia twende tugombane, na kukikua maongezi ya chini chini kwetu ya kwa hayatupatie ile order ya kusema kama beko na maongezi, bwana tuambia ni kwenda kupiga, na wakati uende labda kisha za kusikilizana nyinyi nini nini, kama vile takuwa maamuzi yako kama vile kiongozi utamgeuka nani president? Jua litukuta tuko watoto ya inchi na inchi yetu, akiitika mnyarwanda ingie ndani ya inchi tutam Ugeuka. Kila kitu kinakuwa kiko na faida. Kamanda, sijui nini ambayo mliweza kuelewana na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu ukiangalia kwamba sasa hivi inasemekana kwamba vita inakuwa ni ya maslahi. Nini ambayo uliweza kuelewana na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Rais aliita batu Kishasa akabambia kusema kama anatutegemea si wazalendo, na akatuambia hawezi kubali kupoteza sentime hata kidogo ya Kongo

hatuwezi kubali hata sentime moja ya Kongo ipotee. Lakini kamanda, huko unakoelekea kuna vikosi vingi, kuna vikosi vya kamanda ya Kutumba, vikosi vya kamanda Rene, vikosi vya kamanda Ebuela, vikosi vya kamanda wakamanda, ni wengi katika eneo hilo. hmm. sijui wewe utakubali kuweza kuongozwa na makamanda wengine huko ambako unakoelekea kwenye shamba la vita. Mimi niko komandani, naongoza kikundi hapa kutoka Manyema tangu zamani tunakoka, kila mtu na group yake inakuja piganisha adui. Nitabakuta pale, tutaongea kila mtu auniko. komandani naongoza na labda uenda labda rahia wategemee kisha siku ngapi, wasikie kwamba umeanza vitu vyako aani ngali, ngali munjia. Lakini naambia raia ya Baraka tulie nifike, nisikie ma order ni kwa pale. Lakini tuko naongea na Mzee William, ninamwambia kufika yangu ile mamichezo ilikuwa haitoshe kufika yangu ya Uvira kama alikuwa naongea na adui, kama alikuwa anacheza na FRDC, sie tuko zamani, tukisha kamata siraha tuko miaka na miaka ndani hapo. Najua mzee ange anja kazi bado yangine, yeah, yangine mabikundi yenye anatumikaka nayo haikuwa bado kufika kama vile nakuambia. Mimi ndio nilikuwa nabakia wa mwisho, nikifika niasire kusema kama tunaenda dande ju mutasikia risasi nani. Labda katika vikosi ambavyo vimetangulia huko Bukavu, kikosi kipi ambacho unaona kwamba kinaweza kikazidi kikosi chako nguvu? Unaona, bote ni batoto ya Kongo, tunajuana michezo tunachezaka kila mutu. Unaona hata ndani ya kabumbu kuko numero 5, numero 4, numero 10, kila mtu eko nafasi anapikaka nani kabumbu nani numero yake labda Kiongozi, sijui unakuwa na ujumbe gani kwa raia wa tarafa la Fizi na muji wa Baraka wanaokusikiliza kwa mda huu? Ninaambia raia raia, tulie, tuombee Mungu, tunaenda ndani ya mapambano, wasituachilie kutusaidia, juu tangu zamani tulikuwa nagombana bila kupewa msaada yoyote na guvernema, tulikuwa nagombana na msaada wa raia, tujipiganie sie peke. Na labda sijui unakuwa na ujumbe gani pia kwa adui huko aliko, utamwambia nini adui? Ajitaarishe, drago ruja naingia, natosha message kutumia watoto wa Bukavu watuchunge tu pale tunakaa kuwalibere. Hatuna siku, hatuna usiku, hatuna mchana wala saa wala minute wala seconde. Tutafika pale na kuwakomboa na kutosha la adui na kumpeleka kwa <mimiliki>